Tuangazie taarifa za biashara ambapo bodi ya maziwa ya Kenya imekamilisha utaratibu wa kuweka viwango vya bei za chini zaidi kuuza maziwa mashambani wakati wa msimu ujao wa mvua ya masika. Mwenyekiti wa bodi ya maziwa nchini Genesio Mugo anasema bei ya chini zaidi ya kuuza lita moja ya maziwa kwa shilingi 50 ingalipo hadi wakati bei mpya zitakapoidhinishwa na wizara ya kilimo. Kwa habari hizi na zingine, hapa ni mkusanyiko wa habari za biashara. Serikali mwaka uliopita iliweka bei ya chini zaidi ya kuuza lita moja ya maziwa mashambani kuwa shilingi hamsini ili kuwalinda wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wasipunjwe na viwanda vya kutayarisha maziwa. Bodi ya maziwa ya Kenya imefanyia marekebisho bei hizo. Mwenyekiti wa bodi hiyo anasema bei mpya za maziwa mashambani zinakusudiwa kuwalinda wafugaji wa ng'ombe wa maziwa dhidi ya athari za kuyumba yumba kwa bei za maziwa wakati wa msimu wa mvua za masika ambapo maziwa huwepo kwa wingi we've already uh, written, approved written to the cs and are waiting for cs consensus so that we can guarantee the minimum farm gate price for the farmers Wakati huo huo, kampuni ya Kenya Pipeline imeanza kuwaondoa maskota wanayoishi katika maeneo ya mabomba yake ya mafuta kote nchini kwenye shughuli ambayo kampuni hiyo inasema inakusudiwa kulinda mitandao yake ya kusambaza mafuta na vile vile kuhakikisha usalama. Meneja wa mabomba ya mafuta ya Kenya Pipeline Stanley Manduku anasema ufurushaji huo unatarajiwa kuathiri mamia ya familia ambazo zimeishi katika ardhi ya mabomba ya mafuta kwa zaidi ya miaka 25 iliyopita. Hatimaye, halmashauri ya kitaifa ya ujenzi wa mijengo imeanzisha shughuli ya kitaifa ya uhamasisho kuhusu sheria mpya ya ujenzi wa mijengo ya mwaka 2024 inayokusudiwa kuimarisha viwango vya ujenzi wa mijengo kuhakikisha usalama na kudumisha taratibu za ujenzi wa mijengo kote nchini. Akiongea jijini Mombasa, mhandisi Goldana Hagura alisema uhamasisho huo mwanzo utatolewa katika kaunti 14 kabla ya kuelekezwa katika kaunti zingine.